Lakini kwa bahati mbaya tena e, kijana mmoja a, wa, wa kike ambaye yeye amekimbizwa kwenye hospitali yetu ya mkoa Mount Meru pale, inasemekana e, hali yake si, e, siyo nzuri sana, anatakiwa tumuulize maana, tumetoka hapo hospitali ya Murieti tumeonana na mganga mkuu amesema kwamba yeye alivyowapokea yule mmoja hanafahamu, alikuwa anavuja damu, ameumia kichwani alafu ameumia na sehemu ya tumboni na njia ya uzazi inavuja damu. Sasa ndo akasema kwamba amepelekwa Mount Meru. Sasa huyu aliyobaki pale ana kama umri wa miaka hamsini na mbili ameumia sehemu ya paja, yani imemenyeka kama ndizi e, kwenye sehemu ya paja ndo walikuwa wamemwingiza theater e. Mmoja yuko hapa Mount nani, mmoja mpelekwa Mount Meru, yule ambayo yuko hoi Alafu huyu mwingine wamemweka wa, yuko hapa Murieti. Yeah. Kwa sababu mi ni kiongozi wa serikali ya mtaa Mlimani ni mjumbe. Na hawa hapa ni watendaji tumeongozana nao. Yaani hawa wanakuja mgodi uliofungwa. Wenyewe wanakuja kama kuibia. Mara kama kitu kimeshafungwa fungwa akiruhusiwa kufanyiwa kazi, wenyewe wana wanaiba. Yaani tuseme ni waizi. Sasa kilichowakuta huku ni bahati mbaya walikuwa wanatafuta riziki. Eh. Wananchi wa maeneo wa haya poleni sana kwa tukio hili, e, baya lililotokea kwa ndugu zetu ambao walikuja huku kwa njia ya kificho, lakini e, kutafuta riziki e, tunasema e, utafute riziki lakini e, isiwe kwa njia ki, e, ya, ya kificho na kazi unayofanya iwe halali. Sasa inapotokea kwamba a, unafanya kazi isiyo halali E, matokeo yake yakiwa mabaya basi, a, a, nani hiyo e, madhara yanakuwa ma, makubwa kwako e, yatapelekea sasa na sisi wote kama serikali na jamii nzima tuwe waangalifu. Kwa hiyo nitoe angalizo e, katazo lilo la mwaka elfu mbili kumi na sita bado halijatenguliwa katika maeneo haya hivi, basi lazima wananchi wa, wa, wa, waone kwamba katazo lile lilikuwa na misingi e, mizuri ya kunusuru maisha yao. Kwa hiyo basi e, watafute wa, wa vigezo vile vinavyotakiwa vya kitaalamu e, vipo vigezo vimeelekezwa, kwamba ili uchimbe kwanza lazima uwe na chombo e, cha kuchimbia kama vile zaveta ambayo inaweza ikawa e, na uwezo wa kupangua e, mawe na baadaye kupata udongo unaotakiwa kwa kuchimba kwa hiyo nitoe msisitizo wa lile katazo, bado halijafutwa na ofisi yangu, na ofisi yangu itaendelea kutoa katazo hilo kwa misingi hiyo e, kama kuna watu wanakuja kwa kificho, nitoe maelekezo kuanzia watendaji wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa mtaa wa kata, lakini pia na afisa madini. Wewe unafanya ukaguzi wa mara kwa mara huku kuhakikisha watu hawazamii huku kuja kuchimba madini pasipo ruhusa. wamepata ni ajali hiyo ya kifusi na walifikishwa hapa kwa hali ambayo tuliwaona. Mmoja alikuwa vibaya zaidi, ambaye alikuwa ni mdada e, hatukuweza kufahamu jina lake, na kwa bahati mbaya hali ilikuwa mbaya kiasi kwamba hawezi kuongea, alikuwa e, ameumia sehemu ya kichwani, lakini pia akiwa akitoka damu sawa, e, asasa sasa sehemu za chini huku, kiasi kwamba ali ilibidi tuanze kumsaidia, tupunguza zile damu, tufanya vipimo vya awali, kaendelea vizuri. Lakini katika harakati zile za kumsaidia asiendelee kupoteza damu e, sasa tukajua kwamba aliumia sehemu ya chini ya tumbo na majeraha mbalimbali sehemu zingine za mwili, pia alikuwa ameumia kwa hali ambayo alikuwa nayo. Baada kumpa zile huduma za kwanza, alivyokaa vizuri, ikabidi tumpe rufaa kwenda kenda Mount Meru ya, na kapoteza damu nyingi, lakini mpaka ameondoka hatujaweza kujua jina lake, na watu ambao tulikuwa nao ni wale tunaweza kusema labda ni wanafaapiana katika kazi ndo waloweza kufika. Kwa hiyo tayari ameshaenda na ambulance, bado tutaendelea kufuatilia taarifa kwamba itaendeleaje, lakini kwa matarajio yetu tunategemea watampa huduma kwa haraka, kwa sababu simu alizoumia ni kichwa na kama nilivyosema sehemu ya tumbo, sehemu ya chini. Ehe, kwa hiyo nadhani Mount Meru wataendelea naye na tutapata mrejesho kwamba watakuwa wanaendeleaje. Mwingine naye mpaka sasa siya, kwa mimi sijamfahamu jina, ila madaktari wako wanaendelea naye, yuko theater. Ameumia zaidi sehemu ya mguu na wanataka kumshona na kumsafisha kila kitu kiendelee. Kwa sasa huyu wa pili kidogo ana afadhali, lakini kwa bahati mbaya mimi nilikuwa na majukumu mengine o kuweza kufuatilia kwa ndani, labda tukisubiria wakitoka theater tutapata mrejesho zaidi. Jina naitwa Joseph Modest Mkude, kwa wilaya ya Arusha. Leo kwa bahati mbaya kumetokea ajali katika mlima ya CCM hapa Arusha, ambao mlima huu awali tulikuwa tunachimba madini ya aina ya mchanga na kokoto lakini eh, kuna wakati fulani waonekana katika hali ya hatarishi kwa mlima huu, tulipiga marufuku ya kuendelea kuchimba madini kutokana na mazingira yalivyokuwa, eh. Na sasa wananchi mmoja baada mwingine wakawa wanarudi, eh, kuchimba madini haya eh, kwa kificho. Lakini leo bahati mbaya imetokea kwamba eh, vijana wetu wawili mmoja wa kike mmoja wa kiume wamepata ajali ya kufukiwa na kifusi, lakini tunashukuru uongozi wa mtaa huu wamewachukua na kuwakimbiza hospitali hapa kituo cha afya Murieti. Lakini kwa bahati mbaya tena e, kijana mmoja a, wa, wa kike ambaye yeye amekimbizwa kwenye hospitali yetu ya mkoa Mount Meru pale, inasemekana e, hali yake e, sio nzuri sana, lakini tunaendelea E, kuhakikisha kwamba atapata matibabu sahihi ili arudi katika hali yake ya kawaida. Na huyu ambaye tuko naye hapa katika kituo cha afya e, kwa bahati mbaya pia naye hatukuweza kumwona kutokana na hali yake ya kuwa kwenye matibabu. Kwa hiyo tumetoa nafasi kubwa kwa madaktari wetu waendelee kumshughulikia ili hali yake iwe nzuri. Basi nirudie kusema kwamba e, tunazo kazi nyingi za kufanya. E, lakini pale mahali ambapo serikali inaona e, ni kazi hatarishi, basi e, wananchi wawe wasikivu, o, na wawe wavumilivu pia kuona ni kwa nini serikali inatoa maelekezo ya katazo katika maeneo hatarishi. Basi niombe wasiendelee kuchimba maeneo yale ambayo yamekatazwa na badala yake waende kwenye maeneo ambayo uh, yana yana yanaweza yakatumika kwa uchimbaji wa madini haya. Bado tunao maeneo mengi na madini ya kutosha yanaweza, madini ujenzi ya kutosha yanaweza yakatosheleza kabisa kwa ujenzi eh, tunaohitaji kujenga katika eh, mji wetu wa Arusha.